Kwa fursa hii ambayo Mungu ameifanya tumeweza kukutana tena siku ya leo. Kwa hakika Tanzania kinachoendelea si kitu cha kufurahisha. Mambo yanayoendelea katika nchi ya Tanzania ni mambo ya kusitikisha. E, kwanza mwanzo unapoona kwamba huyu ambaye ni rais wa Tanzania ni mama, na watu wengi walikuwa kwamba wamemdhamini sana huyu mama wakijua kwamba mwanamke mama atakapoingia pale atatawala kwa upendo na kwa huruma. Hawakujua kwamba mama atakayetawala pale atakuwa zaidi ya mnyama, hata si kama mwanaume, lakini zaidi ya mnyama. Na nashangaa na kwamba mama anaweza kutawalaje bila huruma, mama atatawalaje kama mnyama? Yeye hata ajui mwanadamu ni kama adhamani, maisha ya mwanadamu adhamini, maisha ya mwanadamu yule mama anachukua mwanadamu kama tu kama ni mdudu yoyote anayetambaa pale. So na kuna wakati ambapo nilipowaambia Tanzania, kinachoendelea katika nchi ya Tanzania, walichagua wakijua kwamba wanachagua rais ambaye ni mzuri, lakini wao kujua wanachagua antichrist. Na nimerudia kwamba huyu mama ni mama ambaye anaitwa antichrist. Antichrist ni mtu ambaye ni mpinga Kristo mpinga Kristo haji katika sababu ya mambo mazuri. Mpinga Kristo uh, jambo la kwanza ana, anakuja katika ile hali ya kwamba ya kutomcha Mungu, kwa sababu unapomwangalia huyu mama kuna jambo ambalo linaitwa uh, kuna jambo lazima kwamba kuna ule uungu. Mtu aliye na uungu huwa anafanya mambo ya kumpendeza Mungu, lakini mtu ambaye hana uungu ndani yake anafanya mambo ya unyama ndiyo sababu tunamwita kwamba mpinga Kristo, antichrist, mtu ambaye hana uungu ndani yake. Jambo la kwanza, tunaona kwamba huyu mama, nia yake kubwa sana ni kuzima Ukristo katika nchi ya Tanzania, nchi ya Tanzania iwe ya nchi ya Kiislamu. Hii ndio nia moja huyu mama, na ameapa kwa lolote kwamba kuzima Ukristo katika nchi ya Tanzania, Tanzania iwe eh, kama nchi ya Uislamu peke yake, kwa sababu napoangalia mwanzoe eh, kwamba sehemu huyu mambo ametokea ametokea Zanzibar. Yeye alikuwa makamu wa rais wa Zanzibar, na ikawa sasa akachukuliwa kwamba sasa kuwa kama makamu wa rais wa Tanzania, wakati Tanzania iliyopounganika na wakasema kwamba iwe kitu kimoja Tanganyika. mm -hmm, sio akam kama ye mama araje awe kama makamu rais wa Magufuli, na wakati huo Magufuli alikuwa ameficha kucha zake mahali pale, alikuwa mpole sana. Natumai kwamba alikuwa yeah, anamuogopa Magufuli. Maanake Magufuli hakutaka upumbavu, hakutoka mambo ya kudhulumu wananchi, lakini alikuwa amejificha pale nyuma ya Magufuli kama malaika. Kwa hivyo sasa, Magufuli alipoondoka sasa ndio yule mama akasema sasa nimepata nafasi sasa ya kujionyesha mimi ni nani. Na alipopata hiyo fursa, tumeona kwamba mama Agika hakuwa chaguo la na wananchi na kwa sababu mama hapa alipofika mahali pale, ameonyesha kwamba ya pale, yeye ye si mtu ambaye anamcha Mungu hata kwa incha moja. Ni mpinga Kristo halisi, matendo anayofanya ni matendo ya kumwaga damu, eh, matendo ya kudhalilisha Watanzania na, na, na yuko mahali pale kama dikteta, kama wale dikteta wengine walikuwa pale, dikteta Amin eh, dikteta nani Mugabe eh, dikteta Mobutu Seseko eh, na dikteta Hitler yuko katika ile category. Hatukujua katika nchi ya Afrika Mashariki ama East Africa kutotokea dikteta mkubwa kama Suluhu Hassan. Huyo ndio tuko naye katika East Africa na Afrika. Sasa tunajutia kuwa na dikteta miongoni mwa marais wa East Africa ambaye ni Suluhu Hassan. E, mtumishi wa Mungu, kuna baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa wakijiuliza maswali chungu nzima, e, kuhusiana na kifo chake Magufuli, wakisema kwamba Samia Suluhu anajua kile ambacho kinammaliza ilo bwana e, labda wazungumzia vipi e, kwa hakika mimi kuzungumzia bila uoga, bila uoga wowote, na nazungumza kile kitu ambacho ninajua kwamba kama mtumishi sizungumzi kwa sababu ya kutaka kile ya sifa ama nini mm? Lakini unapoangalia kwa asilimia mia, kifo cha Magufuli kilikuwa cha kutatanisha sana. Ni vigumu sana ati rahisi tu naye aliye mamlakani anakuja tu anaugua ghafla amekufa. Kuna, kuna watu waliohusika katika kile kifo cha yule eh, Magufuli, kwa sababu jambo la kwanza Magufuli alitetea sana Watanzania. Magufuli alikataa dhuluma ya namna yoyote. Magufuli alikataa ufisadi uh, Magufuli alikataa pia utawala wa kimabavu. Tukiangalia katika nchi za magharibi, western countries kama Europa, na kwamba ni nchi ambazo zinataka utawala wa nini, waafrika kwa mabavu, na unapoingia katika nchi zao kuna vile wananufaika na rasilimali ziliko katika nchi, na wakaona kwamba Magufuli amefunga hiyo uh, milango yote ya hao watu kuja kunufaika na mambo yaliyo katika nchi ya Tanzania. Wakamtumia huyu mama ambaye anaitwa Suluhu Hassan, na wakamtumia yeye akajipendekeza, ak akajipendekeza kwamba akawa kibaraka. Kwanza mwanzoni alianza kuwa kama kibaraka ya wazungu na wazungu wakamwambia basi, tutakusaidia kuwa rais wa nchi ya Tanzania. Na napo naposema hivyo, mnajua kwamba sasa kifo cha nani hakikuwa halali. Kuna wale waliohusika, akiwepo pamoja na huyu aa, Samia Suluhu ni mmoja waliohusika na kifo cha Magufuli. Kwa hivyo kifo chake kiko cha, cha kawaida, kwa sababu yeye alipoingia mahali pale, aliingia kama kibaraka cha wazungu. Hawakujua hawa wazungu, hawakujua kwamba anapoingia hapo ataingia pia awageuke, na aliingia hapo kwa nia moja, na akaweza kuungana na nchi hizi za Kiislamu. Na kwa sababu unapoangalia katika nchi za Kiislamu Kiislamu, kuna mambo ambayo watu hawajui katika nchi za Kiislamu, wana umoja wao, na huwa wanataka kutawala Afrika, na huwa wanataka kutawala Afrika au huwa wanataka kutawala dunia na unakuta kata kama Waislamu hawana kitu kinaitwa family planning. Waislamu, kama wewe una uwezo wa kuzaana, wanakuunga mkono uzaane kwa zaidi na zaidi na zaidi, mm. na wamekuwa na ile kwamba wamekuwa na huu mpango sana ya kwamba kutawala nchi zote za Afrika ziwe nchi za Kiislamu ama dunia yote iwe nchi iwe dunia ya Kiislamu, na wakati wanapopata nafasi hiyo wanaitumia vizuri na nafasi hii ilipatikana kwa Samia, ndio wakajua kwamba hii nafasi wataitumia kwa sababu mambo mengi, na ni Suluhu anayetumia ana, anatumia kupitia kwa msukumo wa inchi za Kiarabu, inchi za Kiislamu, ambapo sasa mambo mengi anayesema ni kwa msukumo wa kunyanyasa Wakristo. Manake wanapouua Mwafrika, wanapouua Mkristo, wanasema wanamuua kafiri na hiyo linaendelea katika nchi ya Tanzania. Mkristo anapouawa wanasema kwamba tunaua kafiri, na kuua kafiri kwa mwislamu si dhambi mm. Kwa hivyo mambo yanayotokezea kanisani Tanzania sana sana ni mambo kati ya Waislamu na Wakristo, na watu wanaona tu hivi wananyamaza. Naona kwamba mkristo yote anapoinuka katika nchi ya, ya, nini ya Tanzania kuzungumza anawekwa kizibani na ikiwezekana anauawa na wale waliokuwa um, katika maandamano namba kubwa 80% walikuwa wakristo wa, wa na wakristo wale waliuawa kiunyama, na hata wengi wao ambao walikuwa na majeraha wakipelekwa haupelekwa hospitalini walipelekwa mochari direct, moja kwa moja wakapelekwa mochari. Kwa hivyo napo kinachoendelea Tanzania ni kati ya ya, ya ya nini ya makundi mawili, kundi la wakristo na Waislamu na unakuta sasa wanaodhulumiwa kundi kubwa 80% ni Wakristo na wanao uwawa ni Wakristo waliozikwa wengi walikuwa Wakristo. Maana tunapo naposi kwenye ma, ma, Waislamu wengi waliwambia kwamba wasihusishe wasike katika, katika maandamano. Na unakuta apata wanao nini wanaosupporti mama Samia Suluhu eh, kwa asilimia mia ni Waislamu. Wakristo wawahesau hawasapoti mama Suluhu Hasan. Kwa hivyo kinachoendelea Tanzania ni kati wa wa <coughs> ya Wakristo na Waislamu. Kuna baadhi ya watumishi wa Mungu kama wewe <coughs> wanasem, wanasema wakati wowote uh, ule huenda Tanzania ikaweza kunyakuliwa kwa mikono ya Samia Suluhu. <coughs> labda e, wanamaanisha vipi wanaposema hivyo? Wana e, wanapomaanisha hivyo kwa sababu tunaona hatari katika usawo, utawala wa Samia wa Suluhu Hassan tunaona hatari. Maana yule mama akiendelea mahali pale, uh, nchi ya Tanzania itakuwa katika hatari kubwa e, kitakacho, e, kitakachozaliwa pale kitakuwa ni vita kati ya Wakristo na Waislamu maana Wakristo watajitenga pande moja na Waislamu watajitenga pande moja, na kwa sababu Tanganyika e, kwamba waliweka mikakati yote na wa, wakapitisha huu mswada kwamba ile nchi Waislamu na Wakristo waishi kama mandugu. Lakini linakuta kwamba Mama Samia amekuja pale na akaleta ile utribalism ya kutenga Waislamu na Wakristo. Kwa hivyo tunapoangalia hatari kama ile na namba kubwa ya watu wengi Tanzania ni Wakristo, na Wakristo wanapoona kwamba hivyo sasa, kuna ule ugawahidikani na na ile dhuluma itakuwa juu yao sasa, kutaingia a, a, inakuwa sasa nao Wakristo wanaona kuna hatari ya mama Samia kuwa rais na kuna uwezekano wa mama Samia kutolewa pale, kuna uwezekano wa kutolewa mahali pale kabla muhula wake ujafika katikati kuna uwezekano wa kutolewa pale mara moja na ni, ni rahisi sana kutolewa pale katika mtundu wa bunduki, itakuwa rahisi sana mm -hmm. Eh, hiyo ndio na hiyo ndio, kuna uwezekano mkubwa sana Mama Suluhu kutolewa mahali pale, kwa sababu wanahofia wanahofia Waislamu wa, wa Kristo kumwaga damu katika kipindi hiki cha Mama Suluhu, kwa maanake Mama Suluhu kumwaga damu kwake haoni kama kitu, kuwa mtu mkristo anaona kama kutinja kuku. Mm -hmm. Mm. Uh, tuki tukiwa hapo mtumishi uh, wa Mungu eh, tumeona pia kuna baadhi ambao waki ama wale opponents washindani wa Samia Suluhu wakati ambapo walikuwa wanapiga kura hawakuweza kupewa nafasi yao pia kuweza kufanya kulingana na katiba. Kule labda wadhania udikteta kama huo utendadi wapi kule Tanzania? Eh, hakika Tanzania kitu kinaitwa demokrasia, mama alipoingia pale, amemaliza kitu kinaitwa demokrasia katika nchi ya Tanzania. Anataka Tanzania iwe na chani ya chama kimoja ambayo inaitwa CCM, na anataka kumaliza utawala viyote, inuka, wa vyama vingine hivi vyote. Ukiinuka kama mwanachama wa upinzani, anakuchukua anakuweka ndani, na ikiwezekana wanakuua mm. So mama, safi, safi, safi, uh, Mama Samia Mama Suluhu Hassan kile anachofanya sasa kwa Tanzania ni kugandamiza upinzani kwa asilimia mia, maana ushindani ulipokuwa pale haukuwa kati ya Chadema na chama cha upinzani, ulikuwa kati ya Suluhu na Hassan mm. ulikuwa kati ya Mama Suluhu na Hassan kwa hivyo ilikuwa ni kati yake eh, kati yake na yeye mwenyewe mm, hakukuwa na mshindani, ilikuwa ni kati ya Suluhu na Hassan eh, kwa hivyo sasa kuna boksi nyingine hapa imeandikwa Suluhu na ingine Hassan. Kwa hivyo sasa wewe ukichagua Hassan umechagua Suluhu, ukichagua Suluhu umechagua eh, Hassan. Kwa hivyo upinzani, ushindani ulikuwa kati yake yeye na yeye binafsi na akaweza kuweka mikakati yote kwamba upinzani usipate nafasi hata kidogo. Kwa hivyo demokrasi haikuwepo katika nchi ya Tanzania, na demokrasi kwa sasa haipo katika Tanzania kabisa. Eh, mambo yanayoendelea sasa ni dhuluma dhuluma dhuluma, ndio. Uh, katika nchi zingine tukiangalia uh, kama Kenya iwapo kuna wapinzani wa upande mwingine ambao hauendani na serikali, mara mingi watu wanapigana wanamwaga damu, na baadaye wale viongozi wanasikizana pale, wanakuwa na handshake. Kule Tanzania wadhania kwamba kinatundulisu jedama kutakuwa kuna uwezekano, hakutakuwa na eh, uwezekano kwa sababu jambo la kwanza, Kenya kuna demokrasia ya kutosha. Kenya hata kama watu wanapigana wanamwaga damu kuna demokrasi ya kutosha, lakini Tanzania viongozi wote wa serikali wameegemea upande mmoja. Viongozi wote kama ni mawaziri wote wameegemea upande mmoja. Mm -hmm. na kama kuna watu kuna serikali ambayo imejaa ufisadi sasa, ni Tanzania kwa sababu wale ambao walioko pale kama minister wote wanaimba wimbo mmoja wa Suluhu, nategemea na kile ambacho Suluhu anawapatia mm. Suluhu anapowapatia nini, anapowapatia kitu kidogo, basi wanaimba wimbo wa Suluhu. Kwa hivyo eh, katika nchi ya Tanzania uko na shida kwa sababu wale walioko pale wale walioko pale kwenye nini eh, kwenye kwenye uongozi sasa, nambari kubwa ni kama wale ambao ni kama mbweha kati ya kondoo, kwa sababu walienda pale wakiwa wamevalia ngozi ya kondoo, lakini wakafika pale, walipofika pale, wote wakawa mbwa mwitu. Kwa hivyo naona kwamba uongozi wa Tanzania nambari kubwa 80% ya wale wako pale kama wabunge wanaegemea upande wa Mama Suluhu <laughs> na kwa njia nyingine, kwa njia nyingine ni kama wanamwabudu Mama Suluhu Hassan. So hao ndio katika maisha yao, Mama Suluhu ndio Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, yeah. Eh, na wanapo kama kuna jambo lolote limetokea kinyume wao wanasapoti Mama Suluhu, inamaanisha kwamba wale walioko mahali pale ni watu ambao wanafurahia damu ya Watanzania ikimwagika na ni wale ambao wanafaidika kwa sababu ya kumwaikaji wa damu Tanzania. Inamaana kwamba viongozi wa Tanzania sasa mikono yao yote imejaa damu za Watanzania, mikono yao inalia damu za Watanzania. Kwa hivyo ombi langu ni ya kwamba uchagua hii uh, serikali iliyopo iweze kuondoka. Tunaomba kwamba serikali iweze kuondoka, wananchi wawe huru na kuchagua viongozi wengine, maana waliopo sasa sasa katika uongozi nambari kubwa ni wale wako mahali pale kwa niaba ya mama Suluhu na wale hawako pale kwa sababu ya kuhunini, ya ya kumtetea mwananchi, wako pale kutetea mifuko yao kutetea mifuko yao na mambo yao ya ubinafsi peke yake. Hicho ndicho kinachoendelea katika nchi ya Tanzania. Maana unapoangalia katika nchi ya Kenya, ndiyo hata kama uh, kuna ufisadi lakini wakenya bado, mkenya hata hatajua katika utawala sana sana, mkenya analilia mkenya mwenzake. Mkenya hata kumwaga damu ya mkenya mwenzake, inakuwa ni ngumu sana inapofika mahali pa kumwaga damu unakuta kwamba anarudi katika uto anasema, watu wangu sitaacha waweze kuangamie <tipa> hivyo <tipa> lakini, katika nchi ya suluhu hakuna cha ja watu wangu, ni ni watu ambao wanageuka wanasaliti mpaka ndugu zao <tipa> wanasaliti mpaka watu wao wa karibu. Kwa hivyo serikali ya kule ya Tanzania sasa ni serikali ambayo imetekwa nyara na mama suluhu Hassan. <tipa> Uh, wiki ijayo ambayo uh, itakuwa ni tarehe tisa. Uh, itakuwa on Tuesday, kutakuwa na maandamano kule Tanzania, ingawaje polisi wamesitisha na wakasema kwamba hawataki kuona mtu yoyote anaandamano labda kwa kwa kiroho. Na kipi kinaweza kufanyika hiyo siku? Maanake wananchi wanasema wao uh, wamechoka na lazima uende katika barabara apigania haki yao. Eh, kilichoko sasa ni kwamba polisi watafanya jizi yanaamuriwa kufanya na Mama Suluhu, lakini ukweli uliopo ni kwamba maandamano yatakuwepo katika nchi nzima. Maandamano yatakapo yatakuwepo, e, e, polisi wanajaribu tu kwamba kutishia watu wasifanye maandamano, na maandamano yatakuwepo. Na kile ambacho Suluhu atafanikiwa tu kufanya ni kumwaga damu ya watu hicho ndicho atakachofaulu kufanya. Hatafaulu kufanya jambo lingine, atakacho faulu ni kumwaga damu ya watu na itamweka hatarini. Najua katika maandamano haya yanamulikwa na dunia mzima. Hata kama anafunga kila kitu, hawezi funga satellite. E, satellite ziko angani, zinapiga zinapiga picha kila mahali na kama kuna wakati ambapo Suluhu anaenda kuwa hatarini na mashakani ni kipindi hiki cha maandamano, maana amemulikwa na dunia mzima, na inawezekana katika maandamano haya nchi e, za Ulaya na ziweze kuingilia e, ziweze kuingilia mambo ya nchi ya Tanzania kwa sasa, kwa sababu nao mambo atakaokuwa naendelea sasa ni umwagikaji wa damu, na dunia nzima haitakaa haita cheti chini waliangalie umaikaji wa damu katika nchi ya Tanzania kipindi cha Hassan kuondoka kimefika. E, tumemsikia akisema katika taarifa yake akisema kwamba watu wa nje ndio wanatumika kuleta vita kule Tanzania, maanake Tanzania inaenda uh, vyema, lakini ukisikia wale wa Tanzania vile wanazungumza, wanasema wamba kule si mazuri. Na pia tukiwa pale, e, kuna hiki kizazi kipya ambacho bado kimetokea kule Tanzania, ni kawaida Ina, ina. Eh, si jambo la kawaida kwa sababu nao tunapoelekea kwamba kiroho na kuangalia kwa eh, eh, kwamba kutotokezea kizazi kipya ambacho sasa hakitamheshimu mtu, ambacho sasa hakipo tayari kushauriwa, ambapo wale watu wamejitolea ya maisha yao kufa kwa sababu ya nchi yao napoangalia akili ulianzia katika nchi ya Kenya, na ipoangalia katika nchi ya Kenya, nchi nyingi zimeiga mtindo huo mm. Maana sasa generation ambayo tuko sasa ni generation iliyefunguka macho ambayo haiko tayari kunyanyaswa, ambayo haiko tayari kudanganywa, na ambayo haiko tayari pia ku, kuambiwa uongo. Ni watu wanaona kinachoendelea ni watu ambao wanaona future yao katika hatari na waona wasipoingilia kati future yao itakuwa katika hatari hmm. So uh, mambo yatakayotokea yatakuwa ni kati ya wazee na jinsi, na unajua kwamba vita watu wanapopigana watoto na wazazi wao, tayari laana imeingia katika nchi laana imeingia katika nchi, kwa sababu sasa umri wa watoto wanapopigana na wazazi, laana ishaingia katika nchi. Na inapofika pale mahali ambapo ni wazazi kuua watoto wao, wazazi kuua watoto wao, bado nakuta kwamba hiyo laana imeingia katika nchi, kwa sababu ni kawaida kwamba baba wazazi wawalee watoto vizuri, wa wape muongozo mzuri, muongozo wa kuishi, muongozo wa utawala. Lakini napoangalia sasa ni wazazi kudhulumu watoto na watoto wamesema hivi, kama wale wamesema, enough is enough, hatutadhulumiwa tena na wazazi wetu eh, hatutadhulumiwa tena na wazazi wetu ki. Sasa ni vita nini? wazazi sio tunaelekea wapi? ni nyakati za mwisho, ne ni nyakati za wii za mwisho. Unapokuta sasa vita kati ya watoto na wazazi ni kuonyesha now it is end time, nyakati zile zinatabiriwa katika Biblia. Kwa hivyo mambo si mazuri. <laughs> Uh, pasta, kuna uh, kuna mwanadada mmoja ametokea katika mitandao ya kijamii akisema kwamba uh, Samia ni ni dadake uh. Naam, niko nilipokea simu moja kwa moja kutoka nchi ya uh, Uganda na kuna, kuna mama ambayo yuko katika sehemu inaitwa Busia Uganda. Uh, yule mama amenipigia simu na kuniambia kwamba baba yake mzazi alikuwa uh, bodyguard mlinzi wa Nyerere mm -hmm. Na alipokuwa mlinzi wa Nyerere uh, kile kilitokea kwamba sasa Nyerere huyo huyo nini, huyo mlinzi wa Nyerere alipata nini, uh, aliweza kuzaa ndio, uh, uh, ndio baba yake na ndiyo baba ya mama Suluhu. mm. so na yule mlinzi wa Nyerere isemekana kwamba naye yeye aliweza kutoka nchi hiyo ya Uganda na yeye ndiye baba ya mama Suluhu. So unapoangalia mambo ambayo mama amba, Suluhu anaifanya, hakika yeye si mtanzania halisi inawezekana mm -hmm. kwamba damu yake imetoka nchi ya Uganda, kwa sababu ila ile pia simu inasema kwamba yeye ni dada wa Samia Suluhu mm -hmm. na anaishi katika nchi ya Uganda na ameshindwa sana, vile anafikia huyu dada yake kumekuwa naba yes. Karibu katikati yake na kumfikia huyu mama na amesema pia, akasema kwamba ana ushahidi, ana zile hati za kuonyesha kwamba yeye ndiye dada halisi wa mama Suluhu Hasani, na hata kama haongei Kiswahili, maanake anajaribu sana kuongea Kiswahili cha Uganda e, na nikaweza hapa hapa hata kurekodi yule mama, natumai kwamba yule mama siku moja tu, ikiwezekana tunaweza kumtafuta labda aje katika studio zetu mm. aweze kutuambia kwa undani mm. Mama Suluhu eh, ni dada yake kivipi? mm -hmm. Eh, so inawezekana kwamba asiwe Mtanzania halisi ni mm -hmm. sababu anahurumu wa, wa Tanzania mm hiyo -hmm. mm. labda uh, maneno yako ya mwisho tukimalizia kule tukiangazia kule Tanzania ambacho tuna- ni habari kuu ambazo tunazitegea wiki ijayo mm -hmm. utasema vipi labda habari kuu uh, ambayo tunategemea wiki ijayo ya maandamano ni ya kwamba tuombe sana, kwa sababu maandamano yatakuwepo, polisi watajaribu kuzuia maandamano uh, lakini kitakacho kuwepo ni mauaji, mauaji ya wananchi wa Tanzania. Tutakuwepo na umaikaji damu wa wananchi wa Tanzania. Mnaona kuna maelfu ya watanzania bado ambao wanakuja kufa katika nchi ya Tanzania na itakuwa ni vigumu sana dunia kunyamaza ukaa kimya, kwa sababu ya maikaji damu wa nchi ya Tanzania na haitakuwa, Suluhu hatakuwa na lingine ila sasa kuondoka katika uongozi ama aondolewe, hmm. Maana uongozi wa Suluhu umekuwa na tashwishi umekuwa na tatanishi kubwa sana katika uongozi wake, so Mama Suluhu uh, au katika hatari ya kuondoka katika kile kiti maana imewezekana kwamba leo katika mizani na imeonekana kwamba yeye yeah, hawezi kudhaminiwa na Watanzania, amekuwa yeah, Watanzania amekuwa wa kwa Tanzania kama msaliti wa Watanzania. Mama aliapa kwamba atawalinda Watanzania, lakini amegeuka kama msaliti katika nchi ya Tanzania. Anataka kuuza nchi ya Tanzania katika nchi za Kiislamu, na hayo ndio maneno ambayo yanaendelea katika nchi ya Tanzania. Kwa hivyo maandamano yanataka kutokezea hapa hivi ataashiria wapi kwamba hakuna uzalendo katika nchi ya Tanzania, na kwa asilimia kubwa mama Suluhu anaenda kuondoka katika uongozi wa Tanzania na itakuwa ni vigumu kumaliza ule muhula eh, ataondoka, aidha jiuzuru ama ataenda kuondolewa mahali pale, eh itawezekana hiyo, hiyo, hiyo, hiyo. Sasa katika katika nini? Katika m, maono yangu naye yaona mama Suluhu, kama hataweza kuondoka pale, ataondolewa kwa mtazamo wangu e.